Rais Samia hafurahii anavyoona misongamano mikubwa sana hapa Dar es Salaam, na si Dar es Salaam tu, nchi nzima. Apendi na hafurahii, na hisia zake hizo hajawahi kuzificha anapokutana na sisi wasaidizi wake. Kwa hivyo mimi nimepita hapa wakati nilitoa maagizo juu ya kuhakikisha kwamba tunakabilisha barabara stretch ya kutoka hiyo Sam Nujoma kuja Mwenge, Mwenge kwenda Tegeta na Mwenge kuja mpaka Ee, mjini mjini kati si ndivyo, na na ya Buguruni na ile ya, ya, ya, ya Morogoro si ndivyo? Lakini sasa wakati napita eh, nimekuta shimo kubwa sana wamechimba hapa. Kwa hivyo nimetaka kujua kutoka kwa wasimamizi wataalamu wetu ni nani amefanya kazi hii ya kuchimba. Wameniambia ni contractor. Nimewauliza kwa nini amekuja kuchimba hapa ikiwa kwamba kule kutoka e, Moroko kwenda mpaka Mwenge na Moroko kuja mpaka Mbuyuni e, mpaka Kaunda hapa Stanbic hajafanya, hajakamilisha. Nini kimemfanya awe na haraka ya kuja kutifua tena huku? Kwa sababu kule alikotifua tayari hapajakamilika anakuja kutifua tena huku ni nini, nini sababu yake? Na nimegundua kwamba kuna tatizo la mshauri elekezi wa kwangu mimi ambaye ni consultant wa mradi, lakini na wasimamizi pia. Unajua, wakati mwingine si jambo la hawa wakandarasi tu, kwa sababu kandarasi hii ni barabara ya Tanzania, hii ni barabara ya umma, hawezi kuvamia tu akaanza kufanya kazi ya kuchimba na kutifua tifua. Nimemwagiza katibu mkuu kwanza aliletea habari za hawa wasimamizi wote na huyu mshauri elekezi nitamchunguza. Kwa nini anatufanyia vitendo vya namna hii? Nilikuwa katika hatua zangu kubwa mbili. Hatua yangu ya kwanza kwa wakandarasi hawa ilikuwa wote, nimewaishu watulipe fidia ya kutucheleweshea miradi yetu, ndiyo. Kwa sababu sisi katika miradi hii hatuna deni na wao, sisi tunawadai wao kwa hivyo, la kwanza ilikuwa kwamba wanatulipa fidia, kwa nini wametucheleweshea miradi yetu. Na jambo la pili, mimi kama mwajiri ilikuwa nina ruhusa ya kuwanyang'anya baadhi ya maeneo, kwamba bana, mimi hapa na kunyang'anya, kwa sababu wewe unaonekana umezidiwa, huwezi kwenda na kasi yangu. Sasa yawezekana pale ninapotaka kumnyang'anya mshauri elekezi na wasimamizi wengine, labda sio waaminifu, wameamua ku kumpa aendelee ili kufifisha hoja ya kumnyang'anya. Ndio maana namwambia huyu, mnakwenda kukuchunguza. mi naitwa nani? Rajabu Iddi, Rajabu Iddi, mi ndio msimamizi wa mradi na wewe. nachukua fursa hii kuwaomba radhi wa Tanzania kutokana na usumbufu wanaopata jinsi tunavyojenga hii barabara hmm, matatizo napata ni mengi lakini tunajitahidi jitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kutumia uwezo wetu wa akili na juhudi zote kusimamia mkandarasi vizuri ili kazi hii ikamilike.